Namtayari ikiwa imetimu saa saba mchana, karibu kwenye ukweto wa mwambao, ambapo kwenye kitengo chetu cha maoni ya wananchi tumefika hapa Uhuru Gardens jijini Mombasa, ambapo tutakuwa tunaongana na baadhi ya wale watu ambao watakuwa wanatoa maoni yao kulingana na lile zoezi la sajili la wapiga kura wapya kwenye sehemu mbalimbali nchini. Hata hivyo, vijana wenye umri wa miaka kumi na minane na zaidi wameomba kujitokeza ili waweze kusajiliwa kwenye zoezi hili, hasa wale ambao hawakuwa wamesajiliwa hapo awali. IBC imesema. Unaweza kwenda hata kwa Huduma Center Center Center, ukaregister. If If you you you you you you want want to to to vote vote in in in in Kisi, Kisi. You can can go go go to Huduma Huduma Center you register in Kisi. If you want to vote in Kwale, you can go everywhere. Because IBC IBC it has opened, meaning that you just go with your ID card. Ukishafika kwa Huduma Center, ukienda IBC headquarter, like now in Mombasa, tuko na headquarter, hapa Kizingo, kule Likoni kuna ofisi, kule Jomvu kuna kuna pale Shikadabu, kila mahali kuna ofisi. Kwa hivyo vijana wajitokeze, so long as uko na kadi enda ujiandikishe upige kura udithami nani ambaye atakuwa kiongozi wako miaka mitano hatutaki kurudi tena kwa streets tunataka tuhakikishe kwamba tuna participate katika voting tuhakikishe tunachagua viongozi tumechoka kuchaguliwa viongozi kesho tunalalamika vijana wanauliwa vijana wanachoka, wanakosa ajira vijana wanakosa attachment at the end of the day tunaambiwa tuongozee kesho tutakuwa viongozi uongozi ni sasa tunataka tuwe na president ambaye ni kijana Gavana Kijana, kuendelea mpaka pale chini. Thank you very much. Ikumbuko kufikia tarehe mbili mwezi Oktoba mwaka huu tume hii ilikuwa imesajili wapiga kura wapya 7748 na, na kuanzia tarehe 29 Septemba, huku 556, wakiwa wanatoka hapa jijini Mombasa. Kwa upande wake mwana blog Eric Omondi amehimiza vijana hasa kizazi cha Gen Z kujitokeza ili waweze kusajiliwa, akisisitiza kwamba kura ndio ngao ya kupigana na uongozi mbaya na ufisadi. Naeneo toka sasa, ambapo tunaweza kupata maoni ya wananchi. Na nikuripotia nikiwa hapa zimiziriwani jijini Mombasa. Jina langu ni, lang. ni Linux Mungumba.